Hapa nitakuletea sababu za bawasiri. Tumekuwa tukiambiwa kwamba a, ni ujauzito au uzito kupita kiasi, lakini pia baadhi ya magonjwa yanayo asili mfumo wa mwenyaji wa chakula kama vidonda vya tumbo na acid reflux. Lakini pia kukaa kwenye viti, kukaa kwa muda mrefu kwenye kutumia kutumia viti a, kutumia vile vilevyo vya kukaa kwa muda mrefu, ni changamoto nyingine inayosababisha bawasiri. Lakini pia a, kufanya mapenzi kinyume cha maumbile ni changamoto pia ina yanayopelekea ah, bawasiri na jambo jingine linalopelekea bawasiri ni, ni kuweza kuhulisi. Lakini wakumbushe ndugu yangu, sababu kubwa kuliko zote ni kwamba ni veni kwenye njia ya haja kubwa. Ukiwa na misuli ambayo ni dhaifu, mishipa ambayo ni dhaifu kwenye njia ya haja kubwa, ikitokea e, presha yoyote ile, huwa inatanuka, inasababisha uvimbe, inasababisha choo cha damu, inasababisha upate maumivu makali, inasababisha upate miwasho. Ndio maana nikwambieni, kama unataka kutibu bawasiri, tibu mishipa. Ndio maana